Sasa ndugu yangu, dawa hizi acha mtu akufanyie, hata kununua wewe mimi sikushauri. Muelekeze mtu haya atakayokuelekeza hapa, yeye akutafutie, akufanyie, alafu tumia. Utakuja kuniambia inshaallah taala, biidhni rabbil alamin. Fanya mtu mwingine akufanyia hayo yote afu akuletee kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala, utaona sababu. Kuna watu ambao wameshapigwa chale tochi, chale tochi. Mtu ukipigwa, mchawi anaelewa kila hatua zako unazozifanya. Leo umeenda kwa shekhe huyu kule, wanapata signal, wanakublock moja kwa moja. Leo umekwenda huku kutafuta msaada, maskini. Ndio maana watu wengi wanazunguka katika viringe mbalimbali kutafuta msaada wa kupona hawaponi, wameshapigwa chale tochi. Kila wanapokwenda wanaonekana. Maskini ya Mungu, kila wanachojitahidi wanaonekana. Mara ngapi wanapokea kesi, mtu anakwambia shekhe, yani mpaka nimekata tamaa, sijui shekhe gani ambaye ni, ni, ambaye nisijakwenda. Nimekwenda kwa mashekhe wa Tanzania, mashekhe wa Mombasa, nimekwenda mashekhe sii wa Uganda, lakini bado mambo ni magumu, bado mambo mambo ni mazito. Wakati mwingine wachawi wanakuekea uchawi wa chale tochi, wanaelewa kila unachokifanya na kila unalo likusudia na kuna watu wamefungwa vivuli vyao. Watu wanaishi lakini muda mrefu kabisa walishazikwa katika makaburi yao maskini. Ndio maana mtu anajitahidi, anapambana katika ulimwengu, lakini kumbe alishazikwa muda mrefu makaburini. Wangapi, mtu zinachukuliwa athari zake, wachawi wanakwenda makaburini, wanamzika pale kwa kutumia labda aidha mnyama paka au kitu kingine. Mungu, huyu tunamzika hapa, ikiwa huyu paka atafufuka katika hii kaburi aje tena kufanya mambo na afanikiwe, basi na fulani bini fulani yaamke mambo yake yaamke na yaende. Lakini ikiwa huyu paka tunamzika hapa, atalala moja kwa moja na fulani bini fulani, kila kitu chake mambo yake yalale yasiamke, yes, ya moja kwa moja. Uchawi huu, Mungu akiwakubalia, baba yangu, utabaki unashangaa namna ambavyo mambo yatakavyokuwa naharibika, namna ambavyo ukianzisha kitu kinakufa, unabaki unajishangaa, kila unalolishika hali endi, ndugu yangu lakini insha Allahu taala leo, biidhni rabbil alamina, Suratul Kahfi 39 aya nambari, kaitumie vyema katika mfumo huu nitakaokuambia, biidhni llahi alkarim, utaona maajabu makubwa sana.